Maombi ya usiku kabla ya kulala Januari 14. Usiku umeingia na ni neema ya Mungu tumefika mwisho wa siku hii. Huu ni muda wa kuacha mizigo ya leo na kuingia katika pumziko la Mungu. Ee Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa kuniwezesha kufika mwisho wa siku hii salama. Asante kwa ulinzi wako, kwa neema yako, kwa pumzi ya uzima na kwa matendo yako ambayo mara nyingi hatuyaoni kwa macho lakini tunayashuhudia kwa matokeo. Leo ninakuletea yote ya siku hii: mazungumzo, maamuzi, mafanikio na hata makosa yangu. Ninakuomba unisamehe pale nilipokosea, unioshe kwa damu ya Yesu, na unipe moyo safi kabla ya kulala. Ee Mungu, unipe usingizi wa amani usiku huu. Linda mawazo yangu dhidi ya hofu, msongamano wa fikra na mawimbi ya wasiwasi. Nivike ulinzi, nifunike kwa damu ya Yesu Kristo, na uzuie ndoto mbaya, mashambulizi ya giza, na roho za kutisha zisikaribie. Ninapotua kitandani leo, natamka kwa imani: usingizi wangu umebarikiwa, hatua zangu zinalindwa, na kesho yangu iko katika mikono ya Mungu. Ulinzi wako ukae juu ya nyumba yangu, juu ya familia yangu, juu ya wapendwa wangu, na juu ya kila anayenihusu. Kesho unapoamua kuniamsha, Niamshe na nguvu mpya, tumaini jipya na kibali kipya. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina.